Kwa hivyo karibu sana mwanafunzi wa Kiswahili mahali ulipo, karibu kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili. Na kabla hatujaanza kipindi, ningependa uweze kusubscribe pale, na mwishoni pia, baada ya kusikiliza kipindi hiki, unaweza ukaandika ujumbe pale, ukatoa maoni yako kuhusu kipindi hiki, namna ambavyo labda ungetaka tuweze kuboresha kipindi chenyewe. Ningependa tumwone muhusika Sagura. Sagura ni rafiki wa karibu wa Lonare katika jamii ya Waketwa. Tunapoangazia ama angalia sifa za Sagura, Sagura kwanza tutasema ni mwaminifu. Anaonyesha uaminifu wake kwa Lonare pale anapoandamana naye katika kampeni za kisiasa na pale anapopata shida, tunamwona akiwa tayari kufanya nini, kuweza uh, kumsaidia. Pia tunaona kwamba anakuwa mwaminifu kwa Waketwa wenzake na yuko tayari kutetea maslahi yao bila kwenda kinyume. Kwa hivyo tunaona kwamba Sagura ni mwaminifu. Ni mtulivu. Tunaona mkuu wa kitengo cha jinai anapowasili Matango ili kulinda usalama, watu wanazua fujo, lakini kumbuka, fujo ni tendo belua, sokomoko. Lakini Sagura anamzungumzia kwa utulivu kumtaka aondoke, kuli kitendo kile cha kuendea hata mkuu wa kitengo cha jinai kwa utulivu na kumtaka aondoke inaonyesha kwamba ni mhusika mtulivu. Sagura pia ni mtetezi wa haki. Anatetea haki za Waketwa baada ya wao kugundua kwamba mtemi ha, aliweza alitaka kunyakua ardhi yao. Anasema watapigania haki yao kwa jino na ukucha. Pia unaweza ukasema kwa udi na uvumba eh, ama kwa udi na ambari, watapigania kwa vyovyote vile. Kwa hivyo kauli hiyo yake inadhihirisha kwamba ni mtetezi wa haki huyu Sagura. Sagura pia tunaweza sema kwamba ni mpenda amani, ni mtu raufu, unajua, mtu mpole raufu Anaonekana kutopendelea ugomvi, ugomvi na badala yake anataka mambo yaweze kusuluhishwa kwa amani. Sauni anapotamka maneno ya hasira, Sagura anamwambia nini? Anamwambia, heri ya mrama kuliko ya kuzama. Hasa pale Lonare anapomsihi Sauni asitamke maneno bila kuwa na hatari. Sagura pia ni mwenye hekima. Anasema kwamba kura watampigia Lonare hata kama haonekani, na hili linazaa matunda baadaye, kwani licha ya Lonare kupatikana, wafuasi wake tayari wamehamasishwa kumpigia nini? Kura. Kwa hivyo hata ingawa labda Lonare endapo Lonare asingepatikana kabla ya uchaguzi, huenda wafuasi wake wangempigia kura kutokana na kauli ama msimamo aliyotoa nani? Sagura. Ni mwenye matumaini pia. Anawapa wafuasi wa Lonare matumaini na kuwahimiza kwenda kupiga kura licha ya kwamba Lonare hapatikani. Eh, kwa hivyo hata ingawa Lonare hakupatikana, ha, aliweza kuwahimiza kwamba ni lazima waende kumpigia Lonare nini kura, hata ingawa hapatikani. Jambo jingine ambalo ningependa tuone sasa ni, ni kwa nini mwandishi amemtumia Sagura kwenye kazi yake? Sagura ametumiwa kuendeleza mapambano dhidi ya uovu katika jamii kwa hivyo ameendeleza yale mapambano ya kuhakikisha kwamba maovu yanayotendeka katika jamii yanafikia nini kikomo. Ametumiwa pia kukuza sifa za wengine kama vile Mangwasha na Lonare. Usisahau kwamba Sagura ni, ni mhusika mjenzi, na sa kupitia kwa Sagura tunamwelewa zaidi Lonare, tunamwelewa zaidi Mangwasha na hata tu mnamwelewa zaidi nani, uh, Sauni. Ametumiwa pia kuonyesha jinsi uaminifu unavyoweza uh, kuzaa matunda katika jamii mm -hmm. Kwa hiyo amejaribu sana kuonyesha jinsi uaminifu unavyoweza uh, kuzaa matunda uh, katika jamii. Usisahau kusubscribe kwenye kipindi hiki na endapo una maoni, ujumbe, mtazamo, unaweza pia ukaandika ujumbe mfupi pale chini ukiniarifu mengi. Endapo una swali ama hata una mchango wako mwenyewe, basi unaweza nieleza. Jina langu ni Ustadh Kaka Bunai, mdarisi wa kutamba wa Kiswahili. Usisahau kwamba subscribe kipindi Uketo wa Kiswahili. Nakutakia usiku mtulivu.